Watu kadhaa wanahofiwa kufariki dunia baada ya basi la kampuni ya Mvungi waliokuwa wakisafiria kupinduka katika mlima wa Pare, wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro. Kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Mkoa wa Kilimanjaro, Jeremiah Mkomagi amethibitisha kupokea taarifa ya ajali hiyo asubuhi hii Aprili 3, 2025 na kwamba wapo njiani kuelekea eneo la tukio. Aidha, amesema basi hilo lilokuwa likitokea Ugweno, wilayani humo kuelekea jijini Dar es Salaam. ITV Digital imezungumza na mkuu wa mkoa Nurdin Babu ambaye amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo na kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vipo eneo la tukio vikiendelea kuokoa watu waliopata ajali. Asante uh, sana. Ni kweli taarifa hizo ni za uhakika. Basi la Mvungi lilikuwa natoka Ugweno kwenda Dar uh, Salaam Dar es Salaam, sababu saa hivi kule milimani mvua zinanyesha sana. Gari lime, imeteleza na imeangukia kwenye bonde. Kwa hiyo jitihada zinaendelea kufanyika sasa hivi kuwasaidia waliojeruhiwa, na mpaka sasa hatujajua kama kuna kuna kuna kifo. Kwa hiyo kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Mwanga iko iko hapo na mkurugenzi hapo, na RPC iko njiani anakwenda hapo. Naomba baadaye nitoe taarifa kamili na pengine wanasema, kwa sasa hali ikoje katika eneo la tukio? Hali hali sio nzuri kwa sababu basi limetumbukia liko chini sana. Kwa hiyo wananchi wamejitokeza kuwasaidia wale ambao wameweza kutoka, na kama nilivyokuambia, na kamati ya ulinzi na usalama iko pale na tumepeleka magari kwa ajili ya kuchukua majeruhi na kuwakimbiza kwenye vituo vyetu vya afya pamoja na hospitali ya wilaya. Kwa hivyo mpaka sasa pia hamjapata kufahamu chanzo cha ajali ni nini? Ah, chanzo cha ajali nimesema, kuna mvua zinaendelea kunyesha sana huko milimani. Sasa sijui ni kitu gani, na barabara zetu tunazojua zina kona nyingi, eh, sasa mpaka ah, kamanda wa polisi afike na jeshi la polisi litatuambia chanzo cha ajali ilikuwa nini, lakini kuna watu ambao tayari wameshaokolewa katika tukio hilo, wengi wengi sana wanaokolewa na wako kwenye vituo vyetu vya afya, pamoja na wengine wamekimbizwa eh, kwenye hospitali, kwa sababu wilaya Mwanga tuna hospitali mbili za wilaya. Kuna moja iko Usangi na moja iko pale Mwanga mjini. Kwa sababu ajali imetokea Ugweno, wanakimbiza wako kwenye hospitali ya wilaya na vituo vya afya ambavyo viko karibu na eneo hilo la la la tukio. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nashukuru sana kwa taarifa hizo za awali. Basi tutawasiliana ili tuweze kupata taarifa za, za kina kuhusiana na tukio hilo na